Kama alishawahi kupanga kuacha upadri, mimi napaswa kujua, si mwingine tena, mimi sijui, Askofu wa Songea hajui. Watu wamesema kwamba eti alishaomba hakusikilizwa. Mapadri hivi, ukitaka kuacha upadri unasikilizwa? Si unaondoka zako? Tunao wangapi ambao wameacha upadri? Wameondoka, walisikilizwa? Badala ya kupata ma, ma, ma, maneno ya kututia moyo tusikate tamaa, tunapewa maneno ya maudhi, tunaudhiwa. Padri amepatikana hajielewi, tunaambiwa kwamba kumbe ana wanawake huko, kwamba anadaiwa huko. Mimi askofu ninayeishi naye hapa sijui, sasa unamtangaza hadharani hivyo amejipoteza tunapofungua parokia zetu hizi tuombe tusali, tuombe amani. Mwenyezi Mungu atujalie nchi yetu iwe na amani, na viongozi wetu watafute fursa ya kutia moyo na kulifariji taifa. Taifa limegawanyika, taifa lina mahangaiko. Katika taifa uwezi ukakoswa watu watukutu, lakini ni wananchi, ni watu, ni watu ni, ni, ni watu wa hapa utukutu wao sio wa kumpoteza wala kumteka au kumuua. Leo tunatembea huko, hatujiamini Watanzania. Tulikuwa tunaheshimika katika ulimwengu, tunaheshimika. Wapo wanaoniuliza, sasa nyie mkiwa hivi itakuwaje? Sasa tutakimbilia wapi? Hapa tunaanza kufanyiana hivyo sababu ya nini? Aidha, Askofu Nkwande ametoa wito kwa viongozi waliopewa dhamana ya kutumikia wananchi kusimamia haki ili amani iliyopo nchini iendelee kutamalaki. Tunahitaji kweli amani, lakini tutambue kwamba ha, kama, kama tunatafuta amani lazima iwepo haki. Kuitafuta na kuipata amani pasipo haki ni uongo. Haki lazima iwepo ili tujue asiyeipenda haki ni nani huyo ndiyo anas, tutakayesema anasababisha fujo, lakini haki ikiwepo kabisa, amani lazima iwepo tu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie taifa